Mke wangu aliamka mapema na akaniomba niende nikamsaidie shughuli zake za sokoni, kwani yeye siku hiyo alikuwa anajisikia vibaya. Aliniomba alale siku nzima apumzike, na kwa kuwa hatukubahatika kupata mtoto ndani ya miaka minne tangu nimemwoa mke wangu, basi kidume ilibidi niamke niende sokoni kwenye biashara ya wife material. Nipo kwenye daradara sasa, tunajua usafiri wetu wa shida, ikanibidi nipitie dirishani chap chap, ni wai siti, nikawai nimekaa Kwenye siti kuna mama mmoja anakuja, anasema, kaka, naomba nishikie huyu mtoto, na mimi niingie ndani ya gari, nipanda. Nikaona he, kweli mama, mlete mtoto, na wewe panda haraka haraka. Nikamchukua mtoto, nikampakata. Mama kweli kazunguka upande wa pili, watu wamejaa kwenye gari, sikumwona Gari imeanza kwenda, imekwenda imekwenda, katoto nakachezea. Imefika muda wa kushuka, watu wote wameshuka. Ndani ya daladala nimeshika yule mtoto, mama wa mtoto simuoni. Nikaona he, hii balaa. Nikamuelekeza konda nimwachie mtoto, konda akagoma, kaniambia mwanangu uwo mnala, nenda polisi. Kwenda polisi nikawaelekeza polisi, wakaniambia sawa, tumekuelewa ila wakati uchunguzi na upelelezi unaendelea nakuomba ukae na huyu mtoto sawa. Mimi nikakubali nikarudi na mtoto nyumbani. Nafika nyumbani, waifu sasa moto ukawaka, anaambia umenichoka vonichoka, mme wangu umeamua niletee watoto wako huko nje ya ndoa, uniletee mimi nikulelea hapa. Nikamwambia hamna mke wangu, nikamwelekeza jinsi situesheni yote ilivyokuwa. Waifu hakunielewa na alilia sana. Nikaona hii balaa asubuhi, naenda kazini narudi, narudi nakuta waifu hayupo, wa kabeba kila kitu kaondoka, kamwacha yule mtoto. Nikaona he, kuchukua mtoto kwenda wenye kiti. Wenye kiti kwa mwenyekiti, mwenyekiti akanipa wazo kwamba niende kwenye kituo cha kulelea watoto ya, yatima. Nikaona yes hili lenyewe chap, nikaenda kwenda kule wakasema, ndo kituoni, nikaandikishana ndani ya siku nne nikarekebisha mambo kwenda kukabisha na mtoto. Ikabidi chapu sasa niende kijijini nikamfuate mke wangu. Nafika tu kijijini, nakutana na baba mkwe na mama mkwe, hizo sura walivyonuna, nikaona hili balaa. Wakanambia ni wewe umemdhalilisha mtoto wetu na umemfanyia unyama wa kikatili sana, hatutakuruhusu uondoke naye. Nikamuelekeza baba mkwe na mama mkwe, jamani hamna ilikuwa hivi, wakanikatalia nikaondoka mwenyewe nalia. Hiyo siku nililia na kwa Ikaingia ile asira ya kwenda kujinyonga kweli bwana. Kufika usiku, watu wote wamelala, nikaenda kuchukua kamba, nikapanda juu ya mti, nikajifunga shingoni, nikafunga na kwenye mti, nikajitupa chini ili kamba iweze kuninyonga. Nikarusha miguu kutapa huku na kule, huku taratibu haja kubwa ikitoka kuashiria ndoa lao inakata, nikalia kilio cha mwisho kwa uchungu kabla sijapigwa kofi na mwanamke gestibubu, na akaniambia wewe, mwanaume una Haya, yaani unarusha miguu huku unalia, kumbe unajisaidia haja kubwa kitandani. Meisha hiyo ikindoto nyingine haana tupu, sema tuvumiliane. Hana mke wa okay, mlezi